Mama au dada, inawezekana mzunguko wako wa hedhi unabadilika badilika na unajiuliza maswali, unaweza kupata mimba kweli? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea chaneli yangu, naweza kusubscribe hapo chini. Leo ndio kujifunza kuhusiana na afya ya mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna mmoja ya mfuatiliaji wangu hapa aliniuliza swali, huyu anaitwa Eliana Martini. Anasema dokta, mimi mzunguko wangu haueleweki, mara siku ishirini na moja, mara siku ishirini na nne, mara siku ishirini, mara siku thelathini, mara anasema siku thelathini na sita. Sielewi, si na tamani kupata mtoto, naomba unisaidie. Inawezekana wee umekuwa ukikutana na changamoto kama hiyo, kwamba mzunguko wako kwa, haueleweki. Kikawaida huwa tunasema kwamba mzunguko ambao unaeleweka unakuwa na siku ambazo zinafanana kutoka hedhi moja kwenda hedhi nyingine unakuta zile siku za pale katikati zinakuwa zinafanana. Kwa mfano labda kila baada ya siku ishirini na saba wewe unapata hedhi, kila baada ya siku ishirini na nane wewe unapata hedhi. Sasa ukiona mzunguko haueleweki kwa, kwa maana kwamba mzunguko kwa mwingine umepata siku ishirini, mzunguko mwingine siku thelathini, mzunguko mwingine siku arobaini, mzunguko mwingine siku ishirini na mbili, hiyo maana yake ni kwamba mzunguko wako kwa haueleweki. Sasa unajiuliza maswali, je, kuna uwezekano wa kuweza kupata mimba? Jibu ni ndio, unaweza ukapata mimba, japo kuna mambo ambayo motori, ambayo tunatakiwa tuweze kuyaangalia. Na kama umekuwa ukipata changamoto hii, ni vyema uweze kuangalia mambo haya ambayo naenda kutaja. Jambo la kwanza kabisa, angalia, je, ni sababu ipi ambayo imepelekea mzunguko wako wa hedhi kuweza kubadilika badilika? Kuna mambo ambayo huwa yanachochea kwamba mzunguko wako kwa uweze kubadilika badilika. Jambo la kwanza ambalo linapelekea mzunguko uweze kubadilika, ni homoni zako haziko sawa, ambao kitaalamu tunaita hormone imbalance. Inawezekana kuna homoni moja haijakaa vizuri. Kwa hiyo utafanya vipimo vya homoni. Lakini vile vile, ni vema kuweza kujiangalia kama una vivimbe kwenye mifuko ya mayai, ambao kitaalamu tunaita polycystic ovarian syndrome, ambayo huwa inaambatana na mabadiliko ya homoni nyingine. Inawezekana sio homoni za uzazi kwa moja kwa moja. Kwa mfano, kama homoni ya insulini. Lakini vile vilevile inawezekana umekuwa na msongo wa mawazo labda kutokana na kazi yako, majukumu yako ya kikazi, lakini vile vile mahusiano yako ambayo yanapelekea wakati mwingine unakuwa na stresi ambayo zimezidi na mwisho wa siku zikapelekea ukawa na mabadiliko ya hedhi. Unakuta hedhi ilikuwa inaenda vizuri, lakini kwa sababu tu ya stresi unasonona au msongo wa mawazo inapelekea kwamba mzunguko wako unaweza kubadilika lakini vilevile ziko sababu nyingine ambazo zinaweza kapelekea kama changamoto za tezi ambayo inahusika na kutengeneza homoni za madini joto ambayo tunaita thyroid gland ambayo huwa inatengeneza thyroid homoni hasa. Homoni hii ni muhimu sana katika afya ya mwanadamu na katika mwili wa mwanadamu, haswa katika masuala mazima ya mwili wenyewe, lakini vilevile na mambo ya uzazi. Kwa kama kuna mabadiliko yoyote yanaweza kapelekea changamoto lakini vile vile ni vyema kuangalia kwenye mji wa uzazi, je, una uvimbe? Wakati mwingine unaweza kuwa una uvimbe kwenye mji wa uzazi ambao unapelekea mfululizo kupata hedhi, hedhi hazina mpangilio. Ni vyema kuweza kufanya vipimo. Mambo mengine ya kuangalia ni lishe, unafanyaje? mazoezi yako, uzito wako ukoje? unakula vyakula gani? kuna baadhi ya vyakula ambavyo ukitumia vinakuwa na changamoto. Lakini mambo mengine ya kuangalia ni matumizi ya dawa. Kuna baadhi ya kina dada wanatumia P2 Kiolela, lakini vile kuna watu wametumia uzazi wa mpango baadaye wakaanza kupata changamoto ya kupata e, mimba, au mzunguko wa hedhi kwao unabadilika. Kwa sababu ya nini? Ulitumia dawa ambazo zimeleta changamoto. Hayo ndio mambo ambayo unaweza kuangalia, je, yamepelekea hiyo changamoto? Sasa basi, kama umeweza kujua sababu... na wakati mwingine unaweza ukakuta umefanya hivi vyote, hamna sababu maalum ambayo inaeleweka, isipokuwa tu mzunguko unakuwa umekaa vibaya. Jambo lingine ambalo unaweza kuliangalia katika swala la mzunguko ni kuangalia namna ambavyo umekuwa ukiishi. Wakati mwingine unasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hiyo ikapelekea mzunguko wako wa hedhi ukawa unabadilika badilika na ukawa unaendelea kutafuta mimba. Jambo lingine, kama ulikuwa unahitaji sasa kuweza kupata mimba, ni vema kuweza kuangalia, je, uko karibu na mwenza wako? Katika zama hizi ambazo wakinamama wakina dada wanafanya kazi, unaweza ukawa unakaa mbali na mme wake hiyo kitu inapunguza uwezekano wa mwanaume na mwanamke kukutana katika tendo lile la ndoa ili kuweza kupata mimba. Matokeo yake ni kwamba dada, hata kama mzunguko wako kwa umekaa vibaya, inawezekana una ovuleti, kwa maana kwamba unatoa mayai vizuri na mzunguko hauko vizuri, lakini ukutana, mala kwa kwa sababu ukutana na mwanaume mara kwa mara huwezi kuweza kupata mimba. Hilo ni jambo kubwa sana ambalo unaweza ukalizingatia katika zama hizi ambalo ni la muhimu sana. Sasa basi kuna mambo ambayo unaweza ukayafanya kama umeshajigundua kwamba kuna changamoto, maanake utafanyiwa matibabu kwa kutumia dawa na vilevile kwa kuangalia kama mayai yako hayapevuki. Kuna baadhi ya akinamama wanakuta mayai hayapevuki, basi kuna dawa watakuandikia kwa ajili ya kupevusha mayai na zitakusaidia kuweza kupata mimba. Lakini vilevile kama umeonekana hauna shida yoyote, basi E, kuna mambo ambayo unaweza ukayafanya ili kuweza sasa kuhakikisha kwamba unapata mimba hata kama mzunguko umekaa vibaya. Labda unawezekana ushatumia dawa nyingi, bado mzunguko unakaa vizuri baada ya muda fulani na ulizo unakaa vibaya. Kwa hiyo jambo la kwanza ambao unaweza kwa ukalifanya ni kuangalia zile dalili za yai kuweza kutoka au ovulation symptoms, dalili ambazo zinaashiria kwamba yai linaweza likatoka. Kwa mfano dalili ya kwanza kabisa ni ute kuwa mepesi. Kuna video yangu nilizungumzia kuhusiana na ute kama ukisikiliza unaweza kuclick suggestion hapo juu ukasikiliza kuhusiana na video ambayo inazungumzia kuhusiana na ute wa mimba. Jambo lingine unaweza kuangalia joto la mwili wako kama linapanda. Ni kitu ambacho sio rahisi sana kuweza kukifanya kwa mtu wa kawaida japokuwa unaweza kufanya. Jambo lingine ni kujiangalia wewe kama mwanamke, kipindi kipi ambacho unakuwa na hamu ya tendo la ndoa. Mara nyingi wanawake wanakuwa na hamu ya tendo la ndoa kipindi ambacho wanaelekea kuweza kupata yai. Kwa hiyo kama na dalili kama hizo, inaweza kawa inaashiria kwamba labda yai linataka kutoka, na unaweza kukutana na mwanaume wako ili uweze kupata mimba. Dalili nyingine kwa mfano, matiti, mabadiliko ya hisia, lakini vilevile na wakati mwingine maumivu ya tumbo kwa baadhi ya kina dada wanapata, wanapokuwa wanaelekea kipindi yai kuweza kutoka. Sasa kama hivyo vyote umeshindwa, dalili unaona labda uzielewi vizuri, au unazichanganya au unakuta ziakaa vizuri eh? Mara nyingi huwa tunasema kwamba unaweza ukatumia ovulation predictor kit au ovulation test, ambazo unapima mkojo ambao yenyewe inaangalia luteinizing hormone. Hormone hii huwa inapanda haraka na inaongezeka kwenye mkojo, inaweza ikagundulika kwenye mkojo siku moja hadi mbili kabla ya yai kuweza kutoka. Kwa hiyo mara baada ya kumaliza hedhi ile, labda kama inaenda siku tatu, nne, tano, utaanza kutumia zile testi kwa ajili ya kuangalia hiyo homoni kama inapanda na kama ile homoni unaona imeshaanza kuonekana kwenye mkojo, maanake siku moja mbili mbele, kuna uwezekano kwamba yai linaweza likatoka manayake inakuonyesha kwamba yai kama linatoka, basi kuna uwezekano wa kuweza kupata mimba. Ndipo hapo unaweza ukakutana na mwanaume wako kwa ajili ya kuweza kupata mimba. Wako wengine huwa wanaenda mbali sana, wakafanya njia ya tatu, ambayo wao wanaenda hospitali kwa ajili ya kuangalia ukuaji wale mayai kwa kupitia ultrasound. Hasa hiyo sio rahisi sana, japo inahitaji pia gharama na utahitaji kukutana na daktari husika, wakina mama, ili aweze kufuatilia kwa gharama zaidi. Jambo la mwisho kabisa ambao ni rahisi unaweza kulifanya ni kuhakikisha kwamba unakutana na mume wako mara kwa mara. Naposema mara kwa mara sio kila siku. Na maanisha umeshamaliza hedhi yako basi ukutane kila baada ya siku moja au kila baada ya siku mbili, mnakuwa mnakutana kwa lile tendo la ndoa ili kuongeza uwezekano wa kuweza e, kupata mimba. Kwa sababu uwezekano wa kupata mimba unaongezeka kwa jinsi mnavyoongeza uwezekano wa kukutana kufanya tendo la ndoa. Hiyo ndio inachangia kuweza kupelekea mama kuweza kupata mimba. Wakati, bila kuwa na changamoto. Sasa, mara nyingi unasema kwamba ukiendelea um, ukiwa umejaribu kutafuta mimba kwa muda labda wa miezi sita, mfululizo kama una umri wa miaka zaidi ya 35 basi ni vyema kuweza kwenda hospitali kwa ajili ya kufanya vipimo vingine, kupewa dawa na vitu vingine kwa ajili ya kufanya uchunguzi zaidi ili kuweza kupunguza uwezekano wa kupoteza muda mrefu, kwa sababu ukishafika miaka 35 muda unakuwa umeisha kuweza kupata mimba na mayai mara nyingi yanakuwa yamepungua, na vile vile ubora wake unakuwa umepungua vilevile vile changamoto za mimba zinakuwa zinaongezeka kwa kina mama. Kama una miaka chini ya 35 ukawa umetafuta mfululizo kwa miezi 12 au mwaka mmoja, bila kuruka hata siku moja katika kila mwezi, au bila kuruka hata mzunguko mmoja, kwa maana kama mmoja amekuwa msafiri, ameenda mbali, hamjakutana, basi ni vyema kuweza kufanyiwa vipimo zaidi sasa, kwa ajili ya kuangalia uwezekano wa kuweza kupata mimba, uwezekano wa kuweza kurekebisha mzunguko wako. Inawezekana kabisa kama sababu itakuwa imejulikana sababu, kila sababu ambayo inapelekea. Kwa mfano kama na msongo wa mawazo, ni vyema kuweza kuepuka msongo wa mawazo, mzunguko utakaa vizuri sasa. Lakini vile vile kama na changamoto za homoni, basi ni vyema kuweza kutibiwa ili uhakikishe kwamba umekaa vizuri sasa. Kama ulikuwa unajiuliza maswali, umetafuta mimba, mzunguko wako umekaa vizuri, haupati mimba, umeanza kuwa na wasiwasi na unasema kwamba mbona mimi nimeshatafuta mimba miezi mitatu mfululizo, hamna mimba, miezi minne mfululizo, unaweza kuklik suggestion hapo ka kasikiza video nini kinakusibu na ukajua suluhisho lake. Ukiwa na swali niulize hapo chini, mi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.